Kwale, ambapo inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya uendeshaji baiskeli barani Afrika ya Road Cycling African Championship yatakayofanyika kwa siku tatu kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 23 katika miji ya Diani na Kwale. Tayari baadhi ya barabara zimetangazwa kufungwa kwa muda ili kuruhusu maandalizi ya mashindano hayo ya kitaifa. Licha ya hayo, kaunti ya Kwale itatarajiwa kupokea wageni wengi watakaoshuhudia mchuano wa michezo huo unaokuwa kwa kasi nchini. kuna yale michezo ambao tuko na team ambayo imekuwa selected, na kuna ile fun uh, cycling race ni ya kila mtu. Kama uko na baiskeli, kama hauna, kuna watu ambao hapa watatupatia kuwa na pesa kidogo, hela kidogo utachangia na utapewa baiskeli kuja. Kama umejiada uh, kwanza mashindano ama hii hi uh, tafrija ambayo inakuja kwale imeweza ku itaelezea dunia mzima kuhusu Kwale. Pili, pia imeleta itakuwa imeleta biashara ama imeleta biashara katika kaunti hii, na imani, wakati tafrija ikiendelea, uh, hoteli zetu zitakuwa zimepata watu vile vile. Katika uh, masuala haya yote, kuna wale wafanyi biashara ambao watakuwa biashara zao zimepata nafasi. Tutakuwa na wachezaji kutoka Afrika nzima na utakuwa mchezo ambao utakuwa unajumuisha miaka kutoka kumi na tano hadi miaka hamsini, na tutakuwa na wachezaji wa kike na tutakuwa na wachezaji wa kiume.